Jina langu ni Brightness Bonfas, ni mwanafunzi kutoka katika shule ya msingi Nyakurunduma iliyopo kata ya Mkuyuni. Kwa siku ya leo tumekutana na shirika la Msichana TV pamoja na shirika la mikono salama, ambao mashirika haya mawili pamoja kwa kushirikiana yameweza kutufundisha sisi wasichana pamoja na watoto wa kiume mambo mbalimbali yanayohusu sisi watoto, kama vile mambo ya ukatili, athari za ukatili, lakini pia mila na de, na desturi potofu ambazo zinaweza kukatisha maendeleo ya mtoto. Kwa siku ya leo tumeweza kujifunza mambo mengi na nimeweza kuelimika kabisa. Mimi kama Brightness Bonface ninakushahuru wewe msichana mwenzangu. Kuanzia wakati huu ninaomba ujiamini na ujione kwamba wewe ni tai. Wasichana wote tunaweza. Msichana ni tai na wala sio kuku. Nimekunjua mbawa zangu na nimeruka juu. Habari, Bibiana Amaualaa, nasoma katika shule ya sekondari Miyama iliyopo kati ya Kangili na Elimela, mkoa wa Mwanza. Shule ile ilikuwa na mdahalo wa msichana ni tai na sio kuku, ambapo tumejifunza mila Kuwatia ukombozi iliyofanya wasichana washindwe kufikia malengo yao na washindwe kusoma kwa bidii. Hivyo tumejifunza kuzitatua na kuweza kufikia malengo yetu, sisi tukiwa kama wasichana wa kizazi cha kidijitali. Cha pili, tumejifunza kuhusu ukatili. Kuna aina mbalimbali za ukatili ambao tunafanyiwa na jamii zinazotuzunguka. Mila na desturi zilizokuwa zinatuzunguka katika jamii zetu, ambapo zilikuwa zinafanya watu mbalimbali washindwe kufikia malengo yao. Mojawapo wa mimba hizo ni ndoa za utotoni, ambapo ilikuwa inafanya mtoto wa kike anashindwa kufikia malengo yake na hivyo anaenda kuolewa na mtu mwenye uli umli mkubwa. Cha pili ni umaskini, ambapo umaskini ulipelekea jamii nyingi katika nchi yetu ya Kitanzania watu kushindwa kuwahudumia watoto wao, na hivyo kupelekea ndoa za utotoni na mimba za utotoni, ambapo hilo jambo la umaskini moja kwa moja linaelekea kwa mambo ya ukatili. Ambapo tukifanyia ukatili, tunapasa kutoa taarifa katika jamii zinazotuzunguka. Cha kwanza, ukiwa mwanafunzi, unapasa kutoa taarifa kwa mwalimu unaomwamini. Cha pili, unapasa kutoa taarifa katika serikali yako ya mtaa cha tatu, kama ukiona serikali ya mtaa kombali napata, ukatoa taarifa katika madati ya kijinsia iliyopo katika sehemu mbalimbali. Mfano katai mishara ni tai siyo